Ni Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Manyoni Daktari Vincent Mashiji, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu cha mapinduzi, ukiambatana na wajumbe wako wa kamati ya usalama, nikitambua uwepo wakati

A baraza hili jipya ambacho ni kikao mahususi limefunguliwa sasa. Sasa naomba nipeleke kijiti kwa afisa uchaguzi kwa ajili